Ndani kuna hayo majina kumi ya ajabu. Akaniambia, nikikuelekeza haya majina hakuna chochote kitachokuja kukushinda katika ulimwengu. Anaambia yeyote atakayesoma majina haya kwa ufasaha, hakuna kinachomshinda katika ulimwengu. Karibu sana mtazamaji wa Manara TV. Mimi ni Tejan Jiz. Leo ni siku nyingine nzuri sana na tumepata nafasi ya kuja kumtembelea ndugu yetu ambaye anafahamika kama Sir Bin Laden. Comments zilikuwa nyingi sana kwamba Mbona bin Laden ya arudi kwenye macho ya watazamaji wa Manara TV, nikaona isiwe kesi bwana, nije niona nani, then tuzungumze vitu ambavyo vipo. Ndugu yangu, asalamu as alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Heri, alhamdulillah. Ndugu yangu, naona sasa hivi mwili umekaa vizuri, alhamdulillah. Ongeza mke nini, mwili umekaa vizuri kwa sababu tulikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mm. Allah yeye anasema tufunge ili tupate afya. Sasa okay. Samza? Utakapofunga kwa, kwa usahihi vizuri sana mm. Allah atakujalia, utakuwa na afya njema, lakini mm. pia alhamdulillah mambo mm. pia yanaenda, kwa sababu masafari yalikuwa mengi na nini. Sijaongeza mke ila, mm. alhamdulillah ngera okay. mm. sana, ndugu yangu sasa, mm. ndugu yangu, leo na kitu hapa uh, kuna comments nimepata somewhere hivi mm. nikaona nije nayo kama ilivyo. Kuna sehemu nilipata kuona kuna kitu kinasema majina kumi ya ajabu, kuna majina kumi ya ajabu yapo na ndani yake yana maajabu yake. Sasa nataka kwanza utuambie ni kweli, mara kama hii ipo? Kama ipo hayo majina kumi ya ajabu ni yapi na vitu gani ambavyo vinapatikana ndani yake? Karibu sana. Ashukrani ah, sana. Kwanza majina majina katika dunia ya Allah alivyoumba, mm. yapo majina ya ajabu, sawa eh, ambao chochote unachokifanya katika ulimwengu unakipata, yani chochote unachokitaka katika ulimwengu unayapata. Lakini pia kuna kuna herufi 28 za ajabu zipo katika Qur'ani, kama unaposikia kawaida katika elimu ya kawaida kuna ile a b c mpaka d mpaka mwisho, lakini pia ipo pia majina ya Mwenyezi Mungu ambayo yameandikwa ya kwa siri, ambaye anaitwa kibara, anaitwa barati. Sawa sawa, ni majina kumi. Nilikuwa sijajua mimi mwenyewe tu, kuna siku moja nilikuwa sisi kwetu kwa bibi yangu, na nyumbani kwetu ni ili uende nyumbani, ili uende nyumbani kwetu lazima upite uwanjani. Sawa sawa, yaani ili ukitoka kwa bibi lazima upite uwanjani ndio uende nyumbani kwetu kuna kipindi fulani nilikuwa mimi nikikaa nikiwa natoka kwa bibi naenda naenda nyumbani. Sasa katika ule uwanja nilikuwa nakutana na vitu vya ajabu sana. Nimekaa nikaanza ku kile ninapopita sehemu nasikia kichwa kinauma, kila kila siku nasikia kichwa kinauma sana. Tukaenda kwa mzee mmoja akanambia, huyu mtoto ana asili ya viumbe, ana viumbe matiba, sawa sawa. Baada ya ile mzee kuniambia, ule mzee alikuwa anaitwa mzee Mangilile, alikuwa shekhe anajua uchawi kuliko unafikiria. Okay. U mzee alikuwa anajua sana uchawi. Alikuwa kuna muda anaweza akatanguliza si twende sehemu sasa hizi. Twende na gari. Yeye anakuja anakuja migu na miguu na yeye ndo anaanza kufika. Ah, mnielewa shekhi? Huyo mzee shehe alikuwa anakufuru. Unajua kufuru hatari zile. Mm. Sasa ni mm. Nikaenda ule mzee alikwenda kuelezea kwa mimi na tatizo la kichwa, nauma kichwa sana. Siku moja akaniambia huyu mtoto atakuja kuwa na mtu wa tiba, anakuja kujua tiba. Sasa nimekaa kaa sana, nikaa nikitembea nasikia harufu ya perfume perfume maana natembea nasikia harufu ya perfume kali. Nikilala hivi naota mwanamke mzuri mlembo sana, yani mashaallah, ni mwanamke mzuri sana. Nilikuwa nikikaa naota kila siku kila siku kila siku, nikawa naenda namuelezea yule mzee, ananiambia leo nimeota. Kila siku unaota, kuna mwanamke mzuri huwa anamjia. Huyu mwanamke ni nani? Mbona sielewi? Akaniambia ipo itafika siku, utakuja utamshuhudia mwanamke ni nani. Kwa tumeenda baada ya kwenda sana, kichwa chake kinazidi kuuma nilikuwa nikilala nasikia kitu kila kitu tofauti, kuna mtu anasikia harufu za maubani manini na vitu vingi katika kichwa changu. Siku moja nakumbuka ilikuwa Ijumaa, ile ilikuwa mfano Jumatano kwa mke alhamis sawa sawa, usiku ni baada ya kulala sana, nikaota ndoto, lakini ndoto inaashiria ukweli sawa sawa, nikamwota mwanamke baada mwanamke, no, ya kumwota mwanamke akanambia, kesho ndio siku yako wewe, utakuja utaniona mimi. Unaona vizuri mm. siku nashuhudia ambaye ananiambia hivyo vitu shekhe, yaani pasina kuwa na subra mimi aidha ningezimia au nisingekuwa kabisa duniani. Asirifka Alhamis usiku, tena kichwa kiliuma sana ile siku, mpaka nikamwambia bibi, sasa leo mimi naenda kunyoa. Nilienda kunyoa nywele zote nikabakisha nywele ndogo ndogo mithili ya kipara kabisa. Sasa baada ya kufika hapo, huyo huyo huyo mwanamke hiyo Alhamis, ile siku ambayo kichwa kimeuma sana, akaja akaniambia, akaniita jina langu, Saidi, leo Mi nimekuja. Sasa muda amekuja pale. Nikawa ni mtu ambaye nimejaa hofu ama sijai kuiona. Nikataka kukimbia sikufanyeje. Mwenyezi Mungu akanijalia ujasiri. Nikaweza kuhimili ile ile ile hali kwa sababu mimi nilikuwa siamini kuhusu majini. Yaani nilikuwa ukine, mimi najua kwamba Allah ajiumba majini na watu ili tumwabudu. Lakini nilikuwa sijui kwamba majini wanao uwezo wa kwa sisi kutu, kutuona. Hiyo siku ndo nimejua kwamba majini wapo na ni hatari. <coughs> Alikuja mwanamke mrembo sana. Yaani mwanamke mrembo sana. Unaelewa vizuri? Mm. Yaani kama utakuwa na ujasiri wa kumwangalia mara mbili, mara mbili. Yule mwanamke alikuja, alikuwa na nywele nyeusi sana. Ndefu sana. Lakini ni mwanamke ambaye anukia sana. Usiku, akanambia mimi nimekuwa muda mwingi nakuwa na wewe. Kila unachokifanya na kuwa na wewe. Leo nimeamua kujitokeza. Sawa sawa. Kwa sababu hata mimi pia kwa akili ya kawaida kabla sikuwa najua kwamba na, na, na kiumbe labda sawasawa na jini labda, nilikuwa nashangaza kwa sababu mimi ni so